Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo hii tutakwenda kujifunza kile jumbo unaosema kwamba utofauti wetu unaleta ladha ya maisha. Utofauti wetu unaleta ladha ya maisha. Utofauti wetu unaleta ili kuendelea kupata mafundisho haya ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube basi, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ku share, unaweza kushirikisha na marafiki unaopenda mafundisho haya, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Utofauti wetu unaleta ladha ya maisha. Wakati mwingine ni vyema kujiuliza maswali yenye akili kwamba suppose wote tungekuwa tunafanana, suppose wote tungekuwa tunafanana wote tungekuwa na sura moja, wote tungekuwa matajiri, wote tungekuwa sio, labda na wote ni masikini, maisha yangekuwa ya namna gani? Maisha yangekuwa ya namna gani? Kwa vyovyote vile, maisha yasingekuwa mazuri hata kidogo. Utofauti wetu ndio unaoleta ladha ya maisha. Kwa ni mpungufu mkubwa mtu yoyote yule kutaka uwe kama yeye au ni mpungufu mkubwa sana wewe kutamani uwe kama fulani. Pamoja na kuwa tunaweza kujifunza kwa watu wengine, lakini hatuhitaji kutamani kuwa kama wao, kwa sababu Mungu hajawatengeneza watu wawili wanaofanana. Hata mapacha hawafanani, wako tofauti, wako tofauti. Utofauti wetu katika maisha ndio ambao unaleta ladha ya maisha. Kama wote tungekuwa na sura moja, tungekuwa tunatisha, sijui. Jaribu kujiuliza maswali kama haya. Kama wote tungekuwa matajiri au wote tungekuwa masikini, maisha yasingekuwa na ladha hata kidogo, yasingekuwa na uzuri wowote ule. Na ndio maana Mungu ameumba wa watu tofauti tofauti, tunafanya kazi tofauti tofauti, tuna mitazamo tofauti tofauti, tuna sura tofauti tofauti. Huo utofauti wetu ndio unaoleta unaoleta ladha ya maisha. Kama kusingekuwa na utofauti kati yetu, wote tungekuwa tunafanana kwenye kila eneo, maisha yangekuwa ya ovyo sana, maisha yangekuwa mabaya mno. Hauna sababu yote ya kutamani kuwa kama fulani. Pamoja na kuwa unaweza unaweza kujifunza kutoka kwa jirani yako, lakini mtu yoyote yule asitake uwe kama yeye, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatamani wengine wawe kama wao. Mungu alikuumba uwe wewe. Ishi maisha yako. Ishi maisha yako. Ukitaka kuishi kama fulani unavyotaka uishi, utakuwa mtumwa na wa watu na utaondoka hapa duniani hujawaishi maisha yako. Nakumbuka kwamba maisha tuliyo nayo hapa duniani ni mafupi. Ni mafupi, usipoteze muda wako kutaka kutaka kuwafurahisha watu kuishi kama wao wanavyotaka uishi. Ishi maisha yako. Amani ya Kristo ya muwe ndani ya moyo wako. Amani ya Kristo ya muwe ndani ya moyo wako. Usitaki kuishi kama mtu mwingine, kama mtu fulani. Ishi maisha yako. Unaweza kujifunza mambo mazuri kwa watu wengine, lakini sitaki kuwa kama yeye. Utofauti wetu ndio ambao unaleta ladha maisha. Mtu anayetaka watu wote tufanane hana akili. Na wewe tajiri, utajiri wako, kama kusingekuwa na mtu wa kupokea fedha zako, kupokea vitu vyako, maisha yako yangekuwa hayana maana. Utajiri wako unakuwa na maana kwa sababu kuna mtu upande mwingine wa shilingi ambaye anaweza kapokea kitu kutoka kwako, na ndio maana utajiri wako ungekuwa na maana kama wote tungekuwa matajiri, utajiri wako ungekuwa na faida gani? Utofauti wetu ndio unaoleta ladha ya maisha, ladha ya maisha. Tunaposoma kwenye Warumi 12:4 inasema, vivyo hivyo, vivyo hivyo, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja kuna viungo vingi. Warumi 12 mstari wa 4, kwamba vivyo hivyo kama katika mwili kuna viungo vingi kuna viungo vingi, kwamba mwili una viungo vingi, lakini vyote havitendi kazi moja. Ipo mikono, ina kazi yake, pua ina kazi yake, macho na kazi yake, lakini vyote vinategemeana. Vyote vinategemeana, masikini na tajiri wanategemeana, wanategemeana. Utofauti wetu ndio unaofanya unaoleta ladha ya maisha. Kama wote tungekuwa tunafanana maisha yangekuwa mabaya mno, mabaya mno. Hauna sababu yoyote ya kumdharau huyo huyo huyo huyo jirani yako. Hauna sababu ya kumdharau mtu yoyote yule, kwa sababu ya jinsi wewe ulivyo. Unatamani yeye awe kama wewe, haiwezekani. Utofauti wetu ndio unaofanya maisha yetu yawe na ladha. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Huna sababu yoyote ya msingi, kumbuka, huna sababu yoyote ya msingi ya kumdharau mtu yoyote yule. Utofauti huu ndio unaoleta ladha ya maisha. Maisha yanaonekana kwamba ni mazuri kwa sababu ya utofauti wetu. Maskini siku zote lazima uwepo, matajiri lazima uwepo, watu sura zetu tofauti, wa sura wetu lazima uwepo. Hicho ndicho ambacho kinafanya, kinaleta ladha ya maisha, ladha ya maisha. Kwa wewe unaye mdharau mtu mwingine, wewe kama ni tajiri na mdharau maskini, hauna akili, hauna akili, utajiri wako hauna hauna maana endapo hakuna mkono mwingine ambaye anaweza kupokea hivyo vitu ambavyo wewe unavyo. hauna maana, hauna maana. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho haya, usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kuwashirikisha marafiki zako mafundisho haya. Mungu akubariki katika jina la Yesu, jina lenye uweza. Kila siku muone mwenzako kwamba ni wa thamani, muone mwenzako kwamba ni muhimu. Mwili una viungo, mwili ni mmoja, viungo vingi, lakini havitendi kazi moja. Tunachohitaji ni kuthaminiana. Tunachohitaji kila mmoja muone mwenzake kwamba ni muhimu, kila kiungo kione kiungo kingine kwamba ni cha muhimu, maana tunaishi kwa kutegemeana. Utofauti wetu unaleta ladha ya maisha. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.